97223 zidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe. Pia mbuzi na kondoo, tunataraji kuchanja mbuzi na kondoo milioni 17 zidi ya ugonjwa zidi ya ugonjwa wa sotoka ya mbuzi na kondoo ambayo tunaita PPR. Kwa kuku ni sema ni takribani sasa, tuko na asilimia 94 ya uchanjaji nchi nzima, ambao kuku mpango ulikuwa ni kuku milioni 40 sofa kwa nchi nzima ni kuku milioni almost 99, wameshapatiwa chanjo dhidi ya ugonjwa wa mdondo. Katika chanjo hizi niitoe wito pia, chanjo hizi ni za ruzuku, ambapo ruzuku hii serikali imeamua kuchangia asilimia hamsini kwa ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe pamoja na sotoka ya mbuzi na kondoo kwa, kwa, kwa, kwa mchangano huu awali kabla ya ruzuku chanjo ya homa ya mapafu ya ng'ombe ilikuwa ni shilingi elfu moja lakini kwa sasa serikali imeweka ruzuku mifugo inachanjwa kwa shilingi mia tano kwa mbuzi ambao tuna mbuzi na kondoo kwa ugonjwa usiotoka. So mbuzi na kondoo ambao ni PPR awali ilikuwa inachanjwa shilingi mia sita lakini katika mpango huu wa chanjo na utambuzi tunachanja kwa shilingi mia tatu. Lakini kwa kuku awali walikuwa wanachangia shilingi mia mbili, lakini kwa sasa serikali imeamua kuchangia asilimia mia moja ya chanjo. Maana yake kwamba chanjo ya kuku ni bure na zoezi hili linaendelea. Tukija kwenye upande sasa wa, wa, wa utambuzi kwa nini linakuwa linaenda utambuzi pamoja na chanjo? Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mnyama